Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya settings za matangazo ya kusponsor, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunasimamia akaunti za matangazo, tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni, tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor tunatengeneza matangazo yenye mvuto, tuna design logo, cover na kadhalika. Kama wewe ni mgeni, basi bofia picha inayoonekana kwenye video hii, kisha bofya subscribe ili next time tunapotoa video za mafunzo kama hizi, uweze kupata ujumbe kwenye simu yako inakutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Kwenye podcast hii tutashare na wewe jinsi ya kuchagua soko lako lengwa kabla ya kutengeneza matangazo na kusponsor kwenye mitandao. Kama unafanya matangazo ya kusponsor mtandaoni, unapata watu lakini unashindwa kuuza bidhaa au huduma yako. Watu wengi wanaishia kuuliza bei na kulike. Hii ni changamoto, inaweza kusababisha ukakata tamaa kabisa kufanya matangazo ya mtandaoni ukakosa kabisa kipato, maisha yako yote yakawa ni ya kuhangaika. Habari njema, katika makala haya utabaini jinsi ya kuchagua soko lengwa lenye kulipa, ili kurahisisha watu wanaona tangazo lako kuchukua hatua mara moja na kununua bidhaa au huduma yako. Kabla ya kuanza kutangaza matangazo ya kulipia, lazima ujue siri inayofanya watu kuvutiwa na tangazo lako na kukutafuta kwa kuchagua soko lako lengwa. Jinsi ya kuchagua soko lengwa. Baada ya kuelewa umuhimu wa kuchagua soko lengwa kabla ya kurusha matangazo kwenye mtandao wa Facebook au Instagram, unatakiwa kuchagua soko lako lengwa lenye uhitaji mkubwa lenye kulipa na, na unalopendelea na unaloweza kulihudumia kwa urahisi mtandaoni. Tuangalie mfano wa mpiga picha anavyoweza kuchagua soko lako lengwa. Mpiga picha anaweza kuwa anatoa huduma za kupiga picha za harusi, picha za makampuni Picha za waandishi wa habari, picha za familia. Hii ni aina pana sana ya soko la picha. Njia nzuri ya kufikiria jinsi ya kuchagua soko ni kutumia kanuni ya PV index. PV index index ni kuridhika binafsi, thamani ya bidhaa au huduma kwenye soko na kiwango cha faida inayopatikana. Unaangalia kuridhika kwako wewe binafsi kwa kuuza au kutoa huduma kwa kundi la watu fulani, pia unaangalia kiwango cha kuridhishwa kwako kutoa huduma hiyo. Kiasi gani wewe binafsi unafurahia kushughulika na hao watu? Kisha unafanya tathmini ya huduma hiyo unayotoa kwenye soko kwa, kwa kiasi gani soko hilo lina thamani na linathamini kazi yako. Mfano, unaangalia kiwango cha faida kwa kutoa huduma hiyo kwenye soko kinaridhisha ni chenye faida na kinalipa. Kama kwa mfano, mpiga picha anaweza kuchagua soko lake lengwa kama ifuatavyo: kwa kutoa huduma ya kupiga picha za harusi, anaridhika binafsi kwa kiasi gani? Akajipa alama tano, thamani ya soko akajipa alama saba, kwenye kiwango cha faida akajipa alama tisa, jumla ya alama ishirini na moja. Kwenye kutoa huduma ya picha za makampuni anaridhika binafsi kwa kiasi gani? Akajipa alama tatu, thamani ya soko akajipa alama sita, kwenye kiwango cha faida akajipa alama tisa. Je, jumla ya alama kumi na nane. Kwa kwenye kutoa huduma ya picha za waandishi wa habari, anaridhika binafsi kwa kiasi gani? Akajipa alama tisa, thamani ya soko alama saba, kwenye kiwango cha faida alama mbili, jumla ya alama kumi na nane kwa kutoa huduma ya picha za familia anaridhika binafsi kwa kiasi gani? Akajipa alama tisa, thamani ya soko akajipa alama nane na kwenye kiwango cha faida akajipa alama tisa. Jumla ya alama ishirini na sita. Hapa walengwa wa mpiga picha huyu ni wale wanaohitaji picha za familia, kwa sababu ndio kazi anayoifurahia yeye binafsi na ina thamani kubwa kwenye soko kuliko zingine. Hii haimaanishi kuwa huwezi kushughulikia soko lingine, bali juhudi zetu za kufanya masoko zitajikita kwenye soko lengwa. Punde tutakapodhibiti soko, ndiyo tunahama kwenda kwenye soko lingine. Hivyo ndivyo unaweza kuchagua soko lengwa na kufanikiwa katika kufanya mauzo mtandaoni. So somo lijalo, tutaangalia jinsi ya kufanya utafiti wa soko kabla ya kuanza kuchukulisha matangazo ya kulipia ili uweze kupata matokeo mazuri. Kama umefaidika, comment hapo chini. Umefaidika, subscribe, like na kushare video hii, kisha tukutane kwenye video ijayo.